Yesu pekee ambaye ndiye ametukusanyisha hapa, ni jina lake pekee ambalo linatufanya tuwe hapa. Na ninamshukuru sana Mungu kwa ajili ya siku hii, ninamshukuru sana Mungu kwa ajili ya watoto hawa wa pekee ambao Mungu amewapa karama za pekee. Wakati nikisikiliza sauti zenu mlizokuwa mkizitoa nimemtukuza nime Mungu sana kuona ya kwamba Mungu amewapa karama kubwa sana. Amina. Mungu amewapa vipaji. Amina. Na leo tuna washerekea na kuwapongeza na kumtukuza Mungu kwa ajili ya karama ambazo ameziweka kwenu. Lakini kwa namna ya pekee ni washukuru pia wazazi na walezi kwa namna ambavyo mmewatoa watoto wenu kwa ajili ya Kristo na waweze kumtumikia Mungu katika umri kama huu, wakiimba na kumtukuza. Kanisa la Sakina, mchungaji na viongozi wote, Mungu awabariki sana kwa kutoa kipaumbele kwa watoto hawa. Jua nilipokuwa nikisikiliza nyimbo hizi, nikasema hakika katika kanisa la Sakina tuna kwaya ya leo na kesho, na tuna uhakika ya kwamba wakati ujao uko salama katika kanisa letu kwa sababu ya kuwa na vijana kama hawa. Hivyo niwapongeze pia walimu e, walimu ongereni sana nachibia na timu yako kwa ujumla. Mungu awabariki kwa, kwa, kwa, kwa train watoto hawa kwa namna ya pekee. Jua kwa umri kama huu watoto kuimba na kukaa katika pitch na kuweza kuimba vizuri kama hivi e, najua si kazi ndogo. Tunaomba Mungu azidi kuwabariki walimu wote kwa jitihada mnazoziweka kwa watoto, kazi mnayoifanya ni kazi ya umilele, huu ni uinjilisti maana mnawaandaa na kuwafanya kuwa wanafunzi wa Kristo. Kwa hivyo asanteni sana na Mungu aweze kuwabariki. Niwaalike sasa katika muda huu, dakika hizi chache tuweze uh, katika tafakari ya neno la Mungu, na ninashukuru sana mchungaji yakrere kwa mwaliko huu wa pekee. Siku zote e, nimeshakuwa kama e, mtoto wa Sakina anan imebaki tu sasa kuhamisha ushirika wangu na kuuleta hapa lakini e, ninawapenda watu wa Sakina na Mungu azidi kuwabariki sawa sawa na fadhili zake. Karibuni katika neno la Mungu wakati huu e, ni kualike ufungue Biblia yako katika kitabu cha Matendo A, fungu letu kuu limesomwa katika Matendo sura ya nne ule mstari wa kumi na mbili, lakini nitarudi nyuma kidogo kwa sababu uh, mpaka ilo fungu tulilolisoma linarejea yake kuanzia katika Matendo sura ya tatu. Kwa hivyo ni kualike fungua Biblia yako pale katika Matendo sura ya tatu, nami nitaanza kusoma ule mstari wa kwanza. Matendo sura ya tatu mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni, saa ya kusali saa tisa. Na mtu mmoja aliyekuwa akiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu, ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mstari wa tatu, mtu huyo akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni aliomba apewe sadaka. Na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitaraji kupata kitu kwao, lakini akasema mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Mstari wa saba, akamshika mkono wa mkono wa kuume akamwinua, mara nyayo zake na vifundo vya miguu vikatiwa nguvu, akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalo pamoja nao, akienda akirukaruka na kumsifu Mungu. Watu wote wakamwona akienda kumsifu Mungu, wakamtambua ya kuwa ndiye aliyekuwa akiketi na kuomba sadaka penye mlango mzuri wa hekalu, wakajaa ushangao, wakastaajabia mambo yaliyompata. Katika mchana huu, nataka nizungumze nawe maneno machache. Nimekuja na maneno mawili tu, nayo ni ninalo jina, ninalo jina. Hebu tuombe. Tunapotafakari neno hili, Baba na Mungu wetu sasa, tunahitaji tusikie sauti yako peke yake, maana tukisikia sauti ya mwingine yoyote haitakuwa na maana, haitakuwa na mguso na si wewe, Yesu na Yesu pekee. Zungumza pamoja nasi, ndivyo nimeomba katika jina na Yesu Kristo. Amen. Nilisoma kisa cha mmoja wa wanariadha aitwaye Filbert Bay e, katika ile miaka ya elfu moja mia tisa na sabini wakati nikiwa bado sijazaliwa. Huyu bwana mkimbiaji, kwa sababu mi napenda kukimbia, na hivyo ninafuatilia visa vya wanariadha na huyu Filbert Bay akiwa kule Morogoro alijulikana kwa viwanja vidogo vidogo, akuwa mtu maarufu wakati ule. Na siku moja akiwa katika mambo yake ya mazoezi, ilitokea shindano kubwa ambalo lilikuwa linakwenda kufanyika kule Nigeria, na ilikuwa mwaka wa elfu moja mia tisa sabini na tatu na Filbert Bay baada ya kusikia shindano hilo na akawa miongoni mwa watu ambao wangeenda kuwakilisha taifa, aliyechaguliwa, lakini hakuwa na vitu au vibali vya kusafiri. Kwa hivyo, kwa muda mfupi uliokuwepo, ilikuwa ni changamoto kwake kuweza kupata kibali cha kusafiri, ambayo ingeweza kumchukua muda mrefu, lakini alipokuwa pale akihangaika na inaonekana kana kwamba ingechukua muda ambao isingeweza kuwezekana kwake kwenda, ndipo afisa mmoja alipomwona akamwambia mwenzake ya kwamba huyu kijana amechaguliwa na rais Nyerere ili aende akawakilishe taifa huko katika mashindano. Na mara baada ya wale watu kusikia ile taarifa, ndipo walipoanza kufanya mambo haraka haraka. Shughuli ambayo ingechukua ingechukua siku kadhaa iliweza kufanyika kwa masaa machache, na sababu pekee ilikuwa jina lililotajwa, ya kwamba huyu mtu ametumwa, amechaguliwa ame, ame na mwalimu Nyerere. Kwa hiyo jina la rais liliweza kuleta tofauti jina la rais liliweza kufungua milango, na leo fungu tulilolisoma linazungumzia habari ya jina, jina ambalo ni kuu, jina la kipekee, jina lipitalo majina yote, jina linaloweza kufungua milango iliyofungwa, jina linaloweza kuwezesha yale yasiyowezekana yawezekane. Jina ambalo watoto wanaimba, jina pekee la Yesu ndilo jina kuu ambalo tambulisha katika wakati huu. Na unajua Luka ambaye ndiye aliandika kitabu cha Matendo, akieleza habari hii anasema ilikuwa ni yapata saa tisa alasiri. Na hii ilikuwa ni muda wa maombi, maana kwa tamaduni za Kiyahudi walikuwa wakiomba e, e, saa tatu asubuhi, saa tisa alasiri, lakini pia na jua lilipokuwa likienda kuzama, na ulikuwa ni muda wa maombi. Na Petro na Yohana wameenda mahali pa ibada hekaluni kuomba. Unajua, hekaluni ni mahali bora pa kuweza kuwepo ikiwa una changamoto yoyote, ikiwa unapitia uzoefu wowote, mahali salama pa kuwepo ni mahali jina la Yesu pekee linapotajwa. Na wakiwa pale katika lile hekalu, wanafika pale mlangoni, wanakutana na mtu huyu ambaye alikuwa ni kiwete, na ili kuona ya kwamba ili jina la Yesu si jina la kawaida huyu mtu alikuwa ni kiwete na ukienda katika e, Matendo sura ya nne utagundua ya kwamba huyu kiwete alikuwa e, ni tangu kuzaliwa na wakati huu alikuwa anayapata miaka arobaini. Hebu fikiri kwa miaka arobaini anabebwa kila siku, hajiwezi hawezi kufanya chochote zaidi tu ya kubebwa. Alichokuwa anakiweza ni kuwekwa pale katika mlango wa hekalu na kuwa omba omba, kusubiri yeyote ambaye anaweza kuingia hekaluni, na aliwekwa mahali ambapo kulikuwa kuna watu wengi wakiingia, ili kusudi yeyote anayeingia walau ampe chochote. Miaka arobaini bila msaada miaka arobaini anateseka, miaka arobaini hana namna, maisha yake yanaonekana si kitu. Katika ibada ya leo, niko hapa kuwatieni moyo, wapendwa katika Kristo. Inawezekana umekuwa katika uzoefu mgumu kama wa huyu kiwete ambaye yeye kwa miaka arobaini alikuwa anateseka. Inawezekana umekuwa katika jambo gumu linalokusibu na kukuangaisha. Inawezekana umetafuta kazi kwa miaka mingi, haujapata. Inawezekana umetafuta kuweza kuwa na maisha fulani ambayo yatakutimizia ndoto za maisha yako, lakini imekuwa ni changamoto ambayo hauna majibu. Inawezekana umekuwa kijana unahitaji mwenzi wa maisha na umekaa miaka nenda miaka rudi, hauoni yeyote anayekuja karibu na wewe. Niko hapa kuwatia moyo, jina la Yesu pekee linaweza kuleta tofauti. Hilo ndilo jina tunaloliimba leo na kulizungumza leo. Huyo mtu amekaa, Biblia inasema alikuwa amekaa katika mlango, eh, ameka katika mlango anaweka katika mlango ambao unaitwa mlango mzuri lakini yeye sio mzuri. Mlango mzuri lakini anateseka. Mlango mzuri lakini ana, ana, ana, amejawa na maumivu. Wajua wakati fulani mtu anaweza akakuona, anaona uko sawa, umekuja katika kanisa zuri, umeketi katika kiti kizuri, umekaa katika nyumba nzuri, lakini ndani ya moyo mambo sio mazuri, sawa na huyu na huyu na, na, na, na rafiki ambaye alikuwa katika mazingira kama hayo. Napomwona Petro anapata tumaini na Yohana, anasema huenda hawa watu wanaweza kunipa walau kitu kidogo, maisha yangu ya leo yakakaa sawa. Na akiwa pale akiwatazama na kuwaangalia akitegemea ya kwamba kuna kitu kidogo atapata Biblia yangu inanambia katika lile fungu la sita, kwa mshangao, Petro anamwambia ya kwamba mimi sina fedha wala sina dhahabu, na anamwambia lakini, nilicho nacho mimi ndicho nikupacho. Najua nilipokuwa nikisoma hapa na nikakumbuka ya kwamba juma hili limekuwa ni juma la msisitizo wa uwakili na hapa naona moja ya kanuni za uwakili. Unajua, Petro anamwambia e, e, e, mimi e, sina fedha sina dhahabu lakini nilicho nacho hicho ndicho ninachoweza kukupa. Na hii inaniambia siku zote hauwezi kutoa kile ulicho nacho ambacho hauna. Siku zote Mungu ana hajawahi kumwomba mtu yeyote hatoe kile kitu ambacho hana. Siku zote Mungu amekuwa akiwataka watu waweze kumrudishia kile ambacho amewapatia. Mungu sio kama wale watu ambao ni wadhalimu, wale watu wanyonyaji ambao watakukandamiza na kutaka kukunyonya na kukandamiza ili maisha yako yawe magumu, lakini siku zote Mungu amekuwa akitutaka tumtolee au tumpe kile ambacho tayari ametupatia na hawezi kutuomba kile ambacho hatuna. Na ndipo Petro anamwambia: sisi hatuna fedha. Hatuna dhahabu lakini kile nilicho nacho hicho ndicho ninachokupatia. Niko hapa kuambieni wapendwa katika Kristo, Mungu ametupa vitu vingi. Ukweli ni kwamba tuko hapa, ukweli ni kwamba tunaishi. Hakuna mtu ambaye hana chochote. Mungu ametupa maisha, Mungu ametupa afya, Mungu ametupa mali Mungu ametupa talanta, Mungu ametupa vipaji, karama kama hizi tunazoziona kwa watoto hawa. Lakini je, hizo karama alizotupatia, hayo maisha aliyotupa, hizo mali alizotupa, je tunazitumia kwa utukufu wake? Na Petro anamwambia huyu rafiki ya kwamba sisi kama ni fedha hatuna kama ni dhahabu hatuna bali hatuna vitu hivyo huenda alizania, wangempa kitu kikubwa na cha thamani. Ni Petro anamwambia kiwete, ikiwa unahitaji pesa, hatuna pesa, dhahabu hatuna, ila nina kitu cha thamani tu vyote. Nina kitu cha thamani kupita dhahabu, nina kitu cha thamani kupita fedha. Petro anamwambia huyu kiwete, ninalo jina, sina fedha, sina mali, lakini ninalo jina, ninalo jina kuu kuu kupita majina yote. Ninalo jina mashuhuri kupita watu mashuhuri ambao umewahi kuwajua. Ninalo jina maarufu kupita watu maarufu wote ambao unawajua, kupita wafalme wote. Ili jina ni maarufu kupita marais wote. Ili ni jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Anamwambia kwa jina hilo la Yesu Kristo wa Nazareti na unajua kitu cha ajabu, kwa nini yani anajitambulisha anataja jina Yesu wa Nazareti? Na ukitaka kujua, Nazareti haikuwa mji maarufu. Nazareti ilikuwa ni mji wa kawaida sana, ambao watu walikuwa wakiudharau. Na anamwambia huyu Yesu ambaye mlimdharau Huyu Yesu ambaye mlimchukulia poa, huyu Yesu ambaye mlimwona kama si kitu, ila kwa jina la Yesu, huyo Yesu aliyesulubiwa msalabani, Yesu aliyezikwa kaburini, Yesu aliyefufuka, kwa jina la Yesu anamwambia yule kiwete, simama uende. Na kwa jina hilo yule kiwete akamshika kwa mkono wake miguu yake ikapata nguvu na akasimama. Biblia nasema akaanza kurukaruka ku ruka. Akaanza kumsifu Mungu, aliyekuwa anaomba kwa miaka arobaini katika mlango wa hekalu. Sasa anarukaruka, ambaye alikuwa ana fursa ya kuingia kanisani kuabudu, ambaye akuwa na fursa ya kushiriki na wengine, lakini siku hiyo anarukaruka, anaingia kanisani, anaingia hekaluni, na wote wanamwona, wanashangaa, wanasema, hivi si ni yule ambaye alikuwa hajiwezi? Hivi ni si ni yule ambaye tulikuwa tunamsaidia kila siku na kumpa sadaka? Lakini sasa anatembea. Biblia inasema alikuwa akimsifu Mungu na wote waliokuwepo pale wakatambua ya kwamba jina pekee ni jina la Yesu. Na ndio maana ukiendelea kusoma ile hotuba kuanzia hiyo sura ya tatu, watu wakaja wakazingira waka pale, wanashangaa wanasema, huyu Petro na Yohana wamefanya nini hiki? Lakini Petro anawaelekeza anasema ni Yesu pekee aliyefanya, na nataka ujue Petro akutwaa utukufu wake. Petro alirudisha sifa kwa Yesu Kristo, na kwa sababu aliweka imani yake kwa Yesu. Nilipokuwa nikisoma katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume Acts of the Apostles ukurasa wa hamsini na saba iliyoandikwa na Ellen G White, anaandika pale ya kwamba ilikuwa ni imani ya huyu kiwete ambaye alikuwa amekwisha kusikia habari za Yesu alikwisha kusikia maneno ya Yesu, lakini sasa alipokutana na Petro. Lakini upande wa pili, Petro naye alionyesha imani yake kwa Mungu, maana haukuwa muujiza wa kawaida. Alipotaja jina la Yesu, aliweka ubinafsi mbali. Alipotaja jina la Yesu, aliweka kiburi kando. Alipotaja jina la Yesu, aliweka imani yake yote kwa Kristo, na ndiyo sababu ule muujiza ulitokea. Niko hapa kuwatia moyo katika Kristo kwamba ikiwa unapitia changamoto kama hiyo, ikiwa unapitia uzoefu mgumu katika maisha yako, weka imani yako kwa Yesu. Ikiwa unahitaji Yesu atende kupitia wewe ili watu wengine wawekwe huru, atende kupitia wewe ili watu wengine wamwone Yesu. Ondoa kiburi, ondoa majivuno, ondoa kujitegemea, weka imani yako yote kwa Mungu, na Mungu hatashindwa kutenda kama alivyotenda muujiza huu. Maana akahitimisha akasema, hakuna jina lingine walilopewa wanadamu litupaswalo sisi kuokolewa kwalo, isipokuwa jina jina la Yesu Kristo. Ndugu zangu, miaka michache iliyopita nilisoma kisa hiki cha binti mdogo. Natamani vijana muweze kusikiliza kisa hiki vizuri. Alikuwa ni binti aliyekuwa na miaka sita kule Ujerumani. Binti huyu akiwa ametoka shuleni, akiwa anaelekea nyumbani, alitekwa na mtu mmoja asiyejulikana, na akawekwa katika gari la mtu huyu asiyejulikana. Na binti huyu akiwa ndani ya gari hilo, hana nguvu, hana msaada, hana mtu wa kumsaidia, hana cha kufanya, hana pa kukimbilia. Alikuwa na kitu kimoja tu, alikuwa na kitu kimoja tu, alikuwa na jina alikuwa na jina na, alipoanza kusema kwa sauti, Yesu nisaidie, Yesu okoa maisha yangu, Yesu nisaidie, ndipo yule mtekaji alipoanza kutetemeka, nguvu zake zikamwondoka, na binti huyu akatoka akiwa huru bila kudhuriwa. Ni kwa sababu hakuwa na kitu chochote isipokuwa jina la Yesu, na hilo jina ndilo lililomwokoa. Hilo ndilo jina ambalo ninalileta kwa kila mmoja wetu mchana wa leo, jina pekee la Yesu. Sijui kama unaliamini jina hili, sijui kama unalisema jina hili tu kwa mdomo wako, lakini sijui kama kweli unaamini jina hili na unaamini linaweza kuleta tofauti katika maisha yako. Unajua wakati Yesu anasulubiwa msalabani pale Yesu alisulubiwa saa tisa alasiri, na ukisoma kisa hiki, Petro na Yohana wanakwenda hekaluni saa tisa alasiri. Jua Yesu aliposulubiwa pale msalabani, alisulubiwa kwa ajili ya Israeli, alisulubiwa kwa ajili ya watu wote alisulubiwa kwa ajili ya ulimwengu ili auokoe. Na tazama mtu huyu aliyekuwa kiwete miaka arobaini, lakini saa ile ile ambayo Yesu alikufa pale msalabani, saa tisa alasiri, saa ile ile ndiyo ambayo mtu huyu alipokea uponyaji. Na Yesu huyu, kama alivyofanya kwa yule kiwete, Yesu huyu yuko tayari kufanya katika maisha yako ikiwa utaweka mbele jina la Yesu pekee, ikiwa utamtanguliza Yesu pekee, kama ambavyo ni moto wa siku ya leo, hakika utaona Yesu akileta mabadiliko katika maisha yako. Niko hapa kuwaambieni, Yesu anaweza kukupa maisha mapya. Yesu anaweza kukupa ushindi katika maisha yako. Hizi nyimbo ambazo watoto hawa wanaziimba si maneno matupu, ni nyimbo halisi zinazoonesha nguvu halisi ya Yesu na kile ambacho Yesu anaweza kukifanya. Unapomaliza ibada hii na unapohitimisha somo hili, sijui kama unaamua, sijui kama unalichagua jina hili na sijui kama unalichukulia jina hili katika ukubwa wake. Niko hapa kukwambia na kukupa changamoto, chagua jina la Yesu mchana wa leo. Ni jina linaloweza, kiliita. Bwana yuko tayari kuleta mabadiliko, kiliita jina hilo moyoni kuliita jina hilo, linaleta nguvu inayobadilisha, linasamehe dhambi, linaleta ushindi, linaleta uponyaji. Mchana wa leo ninachagua jina hilo. Sina vitu vingi, sina mali nyingi, lakini ninalo jina ikiwa unachagua kama mimi jina hilo, kwa nini usiinamishe kichwa chako mahali ulipo, niweze kufanya ombi maalum kwa ajili yako? Na tunapoomba, unapoinamisha kichwa chako katika maombi, inahitaji utafakari vile ambavyo unalichukulia jina la Yesu. Na ikiwa kuna lolote ambalo ungehitaji jina la Yesu lifanye katika maisha yako, ikiwa ni kujitoa kwa Yesu Kristo, ikiwa ni kuwa tayari akutumie, unaweza kumwambia Yesu, mchana huu, nitumie kama upendavyo, niko tayari, ulete tofauti katika maisha yangu. Tuombe. Baba na Mungu wetu wa mbinguni Mungu mkuu, unayoweza na kushukuru kwa kisa cha pekee cha mtu huyu aliyekuwa amepooza tangu kuzaliwa na vile ambavyo ulifanya muujiza kupitia jina lako pekee, na ni jina hilo tunaloliita mchana huu, ni jina hilo tunalohitaji litawale maisha yetu ni jina hilo ambalo tunaamini tukili, tukilikiwa pamoja nasi nguvu za uovu hazina nafasi. Na kwa namna ya pekee ninaomba kwa kila aliyehudhuria ibada hii, ninaomba kwa kila anayefuatilia ibada hii maali pambali na jirani ninakusi, kwa namna ya pekee jina hili lilete tofauti katika maisha ya kila mmoja wetu. Wale walio wagonjwa, jina hili lilete uponyaji wale ambao familia zao zina changamoto jina hili lilete uponyaji, wale ambao wanaangaika na changamoto za maisha, wale ambao wanatafuta kazi, wale ambao wazazi waokanya changamoto na wanaita jina hili, wale ambao wanahitaji kuweza kufanya maisha yao upya, na wewe na kusii katika wakati huu bwana wetu, ili tupokee tupokee na kulikubali jina pekee, jina la Yesu Kristo. Bariki tunapohitimisha ibada hii, hata tutakapokuwa katika ibada ya kukutolea kwa ajili ya kusaidia kanisa na mahali pa watoto pa ibada, ninakusii roho wako huyo huyo akapenya katika mioyo yetu, kama ulivyomuongoza Petro kutoa kile kilichokuwa zaidi ya mali na fedha, naomba ukabariki kanisa lako ili likabariki huduma za watoto. Asante Yesu kwa kuwa umesikia maombi yetu. Asante kwa kuwa utatenda kupita tulivyoomba. Tumeomba katika jina la Yesu Kristo, amen.